Ebwana, picha yetu inaanza usiku mmoja, polisi akimkimbiza muuaji na anafanikiwa kumpiga risasi ya mguuni. Sasa kabla muuaji hajafika kwenye gari la rafiki yake, rafiki yake alikuwa akimsubiri ili kama kikinuka amsaidie, naye anamkimbia. Sasa yule muuaji bwana anaingia katika duka liuzalo midoli huko, anapigwa risasi tena na anajeruhiwa vibaya sana. Akiwa katika maumivu makali, anamwahidi polisi alikuwa anamkimbiza kwamba atamtafuta na kumuua, na siyo polisi tu, bali hata rafiki yake alimkimbia, naye atamuua pia. Akijikokota anaangukia rundo la midoli, kisha anaona mdoli mmoja na anapata wazo. Huyu mwamba anaanza aina ya maombi kwa kutumia lugha ya Kishetani, huku mkono wake ukiwa juu ya kifua cha mdoli. Sasa hapa inajulikana kuwa jamaa huyu anahamisha roho yake kimeujiza na kuiweka kwenye ule mwili wa mdoli. Sasa tunakutana na mtoto mmoja wa kuitwa Andy na leo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa, na alikuwa akiandaa chakula kwa ajili ya mama yake. Sasa muda mwingi alikuwa akiangalia matangazo ya mdoli mpya unaoitwa Good Guy, huku akitarajiwa kupatiwa mdoli huu kama zawadi ya siku yake kuzaliwa. Sasa sebuleni palikuwa na zawadi nyingi sana na akahisi kuwa ndani yake patakuwa na mdoli pia, lakini anakuta kaletewa zawadi ya nguo. Mama yake anaitwa Karen, anamwomba msamaha Andy na kuahidi kuwa atamnunulia mdoli mpya aupendao. Baadaye kazini kwa Karen, anakuja rafiki yake kwa jina la Mage na anamwambia Karen kwamba kuna chinga anauza mdoli anaopenda mtoto wake, kisha wanaununua. Sasa wao bila kujua wananunua mdoli ambaye ndani yake kuna roho ya yule muuaji. Wakati huo bosi anamwarifu Karen kwamba leo aruhusiwa kurudi nyumbani kwani kuna upungufu wa fanyakazi. Sasa Karen anamwagiza rafiki yake kumchukua Andy shuleni. Baada ya kumchukua, Maggie anampa zawadi ya mdoli waliomnunulia mchana wa leo. Andy anafurahi kwa kupata mdoli anautaka. Sasa wakati wako nyumbani, mabalaa yanaanza kutokea pale mdoli anapoanza kutazama taarifa ya habari. Sasa Andy anamwambia Maggie kuwa mdoli unataka kutazama habari, lakini Maggie anapuuza. Wakati Maggie akiwa jikoni, anamwona mdoli kwa mara nyingine tena akiwa kakaa kwenye kochi na anataza ama habari. Hata hivyo, Magi hamwamini yule mtoto Andi. Anaubeba vibaya ule mdoli na anaamua kumpeleka chumbani na kumlaza karibu na mdoli wake. Jinsi alivyobeba mdoli, mdoli unakasirika, na muda mfupi baadaye mdoli anatoka chumbani na kuanza kusogea aliko Magi. Mage Mage anahisi kuwa kuna mtu jikoni, hivyo anaamua kuchunguza. Wakati huo huo, mdoli anachukua nyundo na kujificha. Magi anaogopa baada ya kukuta mlango uko wazi, lakini anapokagua hakuona mtu. Wakati anageuka, anapigwa nyundo ya kichwa na anakuwa ni mtu wa kwanza kuuliwa. Baadaye Karen anarudi katika nyumba yake na kukuta mauaji ya Mage. Mpelelezi anataka kujua kama alama za nyayo zilizopatikana eneo la tukio ni za viatu vya Andy kwa kuwa ni vidogo sana, lakini anagundua kuwa nyayo zile hazifanani na viatu vya Andy. Sasa Andy anamwambia mpelelezi kuwa alama za viatu hivyo ni za yule mdoli, lakini hawakumwamini wala hakutaka kumsikiliza. Baadaye Karen anasikia minong'ono na alipoingia anagundua kuwa Andy anaongea na mdoli wake. Andy akamwambia mama yake kuwa mdoli huo ulimweleza kuwa jina lake unaitwa Charles Ray. Sasa huyu Charles Ray ndo yule muuaji aliweza kuweka roho yake katika mdori, na kwamba mdoli ulikasirishwa na tabia ya Maggie na ndio maana alimuua. Lakini mama anamfokea Andi na kuambia kuwa asitengeneze stori za kutunga. Baada ya kutoka chumbani kwa Andi mama anasikiliza kama kuna chochote kinaendelea, lakini yule mdori hakuongea tena. Kesho yake mama anampeleka Andi shuleni, lakini safari hii anaenda na mdoli wake. Mama yake anamwonya kutotunga stori za ajabu, lakini mtoto anatoroka shuleni, anapanda treni na hapa inagundulika kuwa mtoto anafuata maelekezo ya mdoli kwa kufuata maelekezo ya mdoli. Sasa wanafika katika nyumba ya Edi, huyu ni yule rafiki yake aliyemkimbia wakati wanamtoroka polisi. Sasa Andi anamweka mdoli juu ya kiti na anaenda kukojoa. Hii ni fursa kwa mdoli, anaamka na kuingia ndani ya nyumba ya rafiki yake anaitwa Edi na anawasha gesi. Wakati huo Edi anaamka na kuchukua bunduki yake baada ya kusikia mikelele ya ajabu na anafyatua. Andi anashtuka huku akimtafuta mdoli wake. Edi anagundua kuwa aliyepo pale ni mtoto mdogo, Hivyo anatulia, lakini anasikia sauti ya ajabu tena ya mtu akicheka jikoni. Anaingia na kupiga risasi ile gesi, inasababisha mlipuko mkubwa sana na anakuwa ni mtu wa pili kuuliwa. Sasa tuko katika kituo cha polisi. Mamake Andy anapigiwa simu polisi na wanamhoji kuhusu matukio ya mauaji yanayomzunguka mtoto wake. Mama anamsihi Andy azungumze ukweli, la sivyo, hivyo atachukuliwa hatua. Sasa Andy anamwomba mdoli azungumze ili wamwamini kama kweli yule mdoli anazungumza, lakini mdoli anakaa kimya na anajifanya kuwa ni mdoli wa kawaida tu. sasa huu anaamini kuwa Andy ana kichaa hivyo atabaki hospitalini kwa siku kadhaa. Mama hakuwa na chaguo ila kwenda nyumbani, yeye pamoja na mdoli wa Andy. Sasa anamomba yule mdoli azungumze, lakini anajifanya kuwa mdoli tena. Karen anaangalia boksi la mdoli na anagundua kuwa beti zinazotakiwa kuwa katika mwili wa mdoli ili afanye kazi hazijawekwa. Anaamua kumkagua mdoli yule na anagundua kuwa hakuwa na betri. Sasa anawezaje zungumza bila betri? Hapo alianza kuamini maneno ya mtoto wake. Mama anamlazimisha mdoli azungumze kwa kumtishia kumchoma moto mdoli mdoli unaanza kupigana na unamngata mama, kisha anakimbia Karen. Naye inabidi akimbie na anaelekea katika kituo cha polisi ili kuzungumza na afande. Anamwambia kuwa Andy anasema ukweli na anaelezea kila kitu kilichoweza kutokea nyumbani kwake, kwamba yule mdoli si mdoli wa kawaida, lakini polisi huyo hakuamini. Polisi anauliza kuhusu muuzaji wa mdoli yule, wanamtafuta na kumpata. Wanamuuliza ni wapi chanzo cha mdoli yule, na anawambia address ambayo polisi huyu anakumbuka, alimpiga risasi yule muuaji. Lakini baada ya kupewa taarifa hiyo, anaamua kufuatilia ku ni jinsi gani roho ya muuaji iliweza kuingia katika mdoli sasa. Askari anaamua kufuatilia kesi ya Charles Lee na wanagawana majukumu. Mike akaanza kuchunguza mafaili ya muuaji wakati akiendesha gari kuelekea nyumbani, lakini mdoli unaonekana ndani ya gari na akaanza kumkaba kwa kamba, lakini askari anajinasua kwa kumchoma sigara shavuni. Baada ya mapigano ya muda mrefu anampiga risasi ya kifua na anakimbia eneo hilo. Wakati huo, Karen anaelekea katika nyumba aliokuwa akiishi Charles Lee na anagundua kuwa muuaji ni mtu wa matambiko ya kishetani wakati wakati huo askari anamjuza Karen kwa mujibu wa faili la muuaji. Inaonekana muda mwingi aliishi na jamaa mmoja mweusi, na inapaswa wampate kabla hajapatwa na mdoli. Wakati huo huo, katika eneo lingine, jamaa kwa jina la John anashangaa kuona mdoli akizungumza. Sasa inafahamika kuwa huyu John ndiye aliyemfundisha muuaji kufanya matambiko ya kishetani na mpaka akafanikiwa kuweka roho yake katika mdoli. Sasa mdoli unamuuliza John ni vipi roho yake itarudi kuishi katika mwili wa kawaida, lakini mwamba anagoma kumwambia, kwani Charles Lee alitumia mafunzo ya John vibaya na akafanya uharifu jambo lililomkela John lakini, mdoli unamwonyesha kikaragosi kinachofanana na John, na kama asipomwambia njia ya kuwa binadamu tena, basi angechoma kikaragosi kile na kumuua John. Sasa John hana namna bali ni kumwambia njia ya kurudi kuwa binadamu. Sasa anamwambia kuwa ili kurudi kuwa binadamu wa kawaida, inabidi ahamishe roho yake na kuiweka kwa mtu wa kwanza ambaye alimwambia kuwa yeye siyo mdoli bali ni binadamu. Sasa mtu pekee anayejua ukweli huu ni mtoto mdogo kwa jina la Andy, hivyo huyo ndio inapaswa aweze kutolewa sadaka. Baada ya hapo, anamuua kwa kumchoma kisu kikaragosi. Wakati huo askari akiwa na Karen wanaingia katika nyumba ya John lakini wanachelewa hata hivyo, John bado hajafa kabisa, na anawaonya kuhusu mdoli yule na anawapa njia ya kumuua. Na njia pekee ya kumuua mdoli yule ni kuharibu moyo wake. Wakati huo huo, katika hospitali ya wagonjwa wa akili, endi anauona ule mdoli kuwa umefika. Anaomba daktari asimwache peke yake kwa sababu mdoli utamuua, lakini daktari haamini maneno ya endi. Sasa mdoli unachukua funguo za chumba alichopo endi, lakini endi anafanikiwa kutoroka. Mdoli anamkimbiza lakini daktari anamkamata endi, mdoli anamchoma mkasi wa mguuni na arapoamka alampiga shoti ya umeme mpaka kufa. Na huyu alakuwa ni mtu wa nne kuuliwa. Endi arakimbia kwa hofu. Muda huo huo Karen na askari warafika hospitali wakimtafuta endi, wanaambiwa kuwa endi alitoroka. Wanaanza kumtafuta wanaamua kurudi nyumbani labda Endi atakuwa huko. Endi anarudi nyumbani sasa. Huko nyumbani Endi anaweka viti mlangoni ili mdoli usiweze kuingia ndani. Sasa mdori uko kwenye lifti na wakati huo anajifanya kuwa ni mdoli wa kawaida. Wakati huo Endi anajificha katika kabati lake huku akifikiria jinsi ya kupambana na mdoli. Sasa Jaki ndo anafika kupitia bomba la moshi akiwa kashika kisu, anamnyemelea Endi ambaye anamgoja na bonge la rungu, lakini anamkosa. Sasa mdori anatumia rungu hilo hilo na kumpiga nalo kichwani. Endi anapoteza fahamu, kisha anaanza ibada ya kuhamisha roho na kuweka katika mwili wa Andy. Wakati huo mama yake Andy anafika, akiwa ni ule askari kwa ajili ya kumsaidia Andy. Sasa mapambano yanaanza kati ya mama polisi pamoja na mdoli. Andy anaamka na kumwona mama yake akipigana na mdoli, anamtupia katika bomba la moshi. Anamwambia Andy alete kiberiti. Sasa mdoli unamwomba Andy asifanye hivyo, kwani wao ni marafiki, lakini anamchoma na kuteketea ndani ya moto. Muda mfupi baadaye mpelelezi anaamka na kuona amejeruhiwa. Karen anamwambia Andy amletee vifaa vya huduma ya kwanza. Sasa Andy anagundua kuwa mdoli kasepa. Wakati huo mdoli unaanza harakati za kumpata Andy ili ukamilishe jambo lake, lakini muda huu anafanikiwa kumchapa risasi kadhaa na kumng'oa kichwa chake, anaongeza risasi. Sasa mpelelezi mwingine anafika kuripoti kilichotokea. Hata hivyo, baada ya kusikia eti mdoli ndiye muuaji, mamba hakuamini kabisa. Anagongagonga kichwa la mdoli na kuambia kuwa haiwezekani mdoli awe muuaji, lakini mwili wa mdoli unatokea tena na unamnyonga mpelelezi mbishi, hivyo Mike anampasua kwenye moyo wake, na hapa wanakuwa wamefanikiwa kuiua ile roho ya muuaji iliyoko ndani ya mdoli na huu ndio unakuwa mwisho wa picha yetu maridadi kabisa. Sasa kama umeipenda, usisahau kusubscribe chaneli yetu. Lakini hii ni sehemu ya kwanza. Kama unataka sehemu ya pili, komenti hapo, alafu nitapitia komenti yako.